Na watu wanajiuliza maswali kwamba CCM wanashindana na nani. Tunataka tuambie wananchi, tunataka tuambie Watanzania, chama chetu Chama cha Mapinduzi, kupitia wagombea wake hawajawahi kudharau mwananchi hata siku moja, na ushindani wao wanaofanya ni ushindani wa maendeleo. Hoja na shida za Watanzania, ndio maana wanazunguka tawi kwa tawi. Nani kama mgombea ubunge wa jimbo la Bariadi? Nani kama injinia Kundo? Nani kama diwani Masanja? Hiyo ndo tofauti ya chama chetu na vyama vingine, right. Kama chama cha mapinduzi kingekuwa kinadharau, leo injinia Kundo na msafara wa chama cha mapinduzi wilaya wasingekuja hapa kwenye tawi la Bupandagila Borongo matoko bani, Borongo matoko bani. Lakini leo anakuja hapa na anazunguka tawi kwa tawi, ili aje anadi irani ya chama cha mapinduzi. Na na kikubwa na kizuri cha kufanya mheshimiwa mbunge mtarajiwa, anawapa nafasi wananchi ya kuhoji na kuuliza vitu gani, changamoto gani zilizopo kwenye maeneo yenu ili akaziongeze kwenye utatuzi ambazo kwenye ilani hazipo. Nani kama mgombea wa ubunge nani kama injini ya Kundo? CCM oyee! CCM ambaye amepata medani za kisiasa hakuna kama Daktari Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Daktari Samia Suluhu Hassan yeye ni mtu wa vitendo, maneno kidogo, na ndio maana amefika mahali watu wanapiga kelele kwenye mitandao, lakini anakwenda kwa wananchi, eneo kwa eneo, mkoa kwa mkoa, kwenda kuambia watanzania alifanya nini na atafanya nini kipindi kinachokuja? Nani kama daktari Samia Suluhu? Sisi tarehe 29 Oktoba, kura zote kwa nani? Daktari Samia Suluhu Hassan! Haya, mikono juu, atakayepiga kura kwa Samia Suluhu Hassan mikono juu, sijana mikono juu, mikono juu kwa Samia, asanteni sana. Tarehe 29 Oktoba, kura zote kwa engineer Andrea Kundo Mathew mgombea ubunge wetu yuko yeye peke yake, wengine wetu aliweka mpira kwa pani. Lakini ndiyo maana nimewambia, ni kwa sababu anawaheshimu wananchi, anawaheshimu wapiga kura. Ukienda tarehe ishirini na tisa Oktoba utakutana na karatasi hii hapa, utamwona injinia Kundo Andrea Mathew yuko peke yake, lakini kuna vyumba viwili. Kuna vyumba vingapi? Viwili. Chumba cha kwanza kimeandikwa ndio. Hicho ndio chumba kinakuhusu wewe, Mtanzania, mwana Bariadi mjini, mwana Bupandagira, ambaye unataka maendeleo yaendelee kumiminika kutoka kwa Andrea Kundo Matthew, nenda kaweke nini, tiki. lichumba la pili ni chumba ambalo la chuki lilojaa chuki maendeleo, nilichumba la hapana, usiliguse, usifanye nini? Usiliguse. Na ukikaa nyumbani ukaacha kwenda kuweka tiki kwenye chumba cha kwanza, wapo wahuni wanaweza kwenda kupiga kura kwenye chumba cha ngapi? Cha pili. Utakuwa umepoteza maendeleo. Kwa hiyo tarehe 29 Oktoba tufanye nini? Tarehe 29 Oktoba tufanye nini? Lakini tunao jembe wa kuchenula na siku zote tunasema Wakristo, tunasali Utatu Mtakatifu kwa jina la nani? La Baba ambaye ni mama Samia, la mwana ambaye ni nani, injinia Kundo, la nani ambaye nani, Masanja. Sisiemu, ninaomba ninaomba msanii aliyoandaliwa kwa ajili ya kumnyanyua mwenyekiti.